Ndiyo. Utafanyaje? Sahi kabisa. Sasa kama watacheza au hawachezi ni juu yao, hatuna ugomvi nao, ila kama hawajacheza sisi tutachezea mm. Ni birthday ya tajiri, wajacheza, tutawachezeani? Mtu mzima kaa kwenye kodi, vitu havikai leo <coughs> ni birthday ya tajiri. Tajiri kanyoka, tajiri kajipata kama kuna miaka mitano mitano mitano, tena anaandika happy birthday Dewji wa Simba, tunakupenda sana Simba, tunampenda wakumakama mama sana. Amadej atakia kufa kesho, basi naomba nife mimi kwanza

Simba imechukua FM mara mbili ngao ya jamii mara mbili. Jamani hizo anazotaja ni namba, unachanganyikiwa. Unaweza kuchukua kalkuleta ukipenda, unanoti. Unajua namba kidogo zinatiaga uvivu kabisa. Wakazi wake, mmechukua kombe la muungano mara moja, mmechukua kombe la mapinduzi mara mbili, lakini timu leo imefika fainali ya kombe la bara la Afrika kwa mara ya kwanza. Wao makofi leo kwa mara ya leo jumo. Kaka nikwambie ili kufika Morocco unapanda ndege nane, sio zenye matairi moja moja, matairi 26. Nani kabisa? Ni ni kweli, kweli, mimi mimi. Na kwa kwa kauli kauli yako ya mwanzo umezungumza miongoni mwa kauli ambazo nazisikiza kwa makini makini sana. Umesema kama, kama itatokea, itatokea leo, umesemaje? Kama itatokea leo, Mo Dewji anatakiwa afe kesho, basi natakiwa nife mimi kwanza. Hapo hapo tuanze. Kwa kwa nini? Ah, kwa sababu Mo Dewji ni potential. Anahudumia kwa watu wengi leo, makampuni yake ameajiri zaidi ya watu laki moja familia nyingi zinaishi kupitia yake, maskini club ya Simba ambayo ndio inawapenzi zaidi ya milioni ndani ya Tanzania, inawapenzi zaidi ya bilioni 1.4 duniani kote, inapewa fulaha mimi mdogo sana. Inawezekana fulaha yangu mimi ni watu wachache

Si rahisi kusajili wachezaji wapiasajii kama hizi kama, ni kwa sababu ya Mo Dewji. Na leo siku yake muhimu ya kuzaliwa, tunampa maua yake, tunampenda sana. Huyo ndio Mo DewjiHuyo ndo ambaye alisema mwaka 2018 pale mimi na Messi na huyu pia tulikuwepo, akatuambia mimi Mo Dewji mkinikabidhi hii timu ndani ya miaka kumi nitafikisha kwenye top 10 ya vilabu barani Afrika. Leo Simba namba nne banavaboa wa CAF ranking, makofu mengi sana kwa namba 4, makofu mengi. Alisema mkinipa hii timu ya Simba ndani ya miaka kumi ntakisa kuwa timu ya taji tishio barani Afrika. Leo ni vilabu pekee vyampekea vinne eh, eh, eh, mechi ya Moroko okay, ah, ah. <tis> Kwa hiyo ni waahidi tu kwa sababu nilikuwa naye asubuhi kunywa chai. Anasema kwamba Faisali amenitajia tu Faisali, huyo amemaliza. amemaliza. Kinga mshambuliaji. Eh kabisa ndio. Na wao wale ambao nauli mnanauli